Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Leo ni siku ya kufanya kazi moja, ni siku ya furaha, ni siku ya kuonyesha kuwa tuko tayari kulifanya jambo ambalo tumelisubiri kwa muda mrefu, ya tarehe 29 mwezi wa kumi. Leo ni siku ya kukumbushana tu kwamba yale yote yaliyosemwa kwa muda wa siku hamsini na tano haya na maana yoyote kama watu wa Bukombe hawatajitokeza kwenda kupiga kura. Sisi watu wa Bukombe hatusemi tujitokeze kwa wingi tu, tunasema tujitokeze wote tuliojiandikisha, twende tukapige kura. Tumesema mambo mengi tuliyoyafanya kwa miaka mitano, madiwani wote kwenye kata kumi na saba na madiwani wa viti maalum wateule wote walieleza miradi ya maendeleo tuliyoifanya kwa miaka mitano na miradi tunayotarajia kuifanya kwa miaka mingine mitano. Wameeleza miradi ya maji, wameeleza miradi ya barabara, wameeleza miradi ya shule, wameeleza miradi ya huduma za afya, wameeleza mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Leo sio siku ya kuyarejea hayo, leo ni siku ya kukumbushana, tarehe 29 tukajipige kura. Nimekuja kwenu pamoja na viongozi wengine kuwaomba watu wa Bukombe, leo tutakapotawanyika hapa, siku mbili hizi zilizobaki, twende tukaendelee kukumbushana wote kwamba tarehe ishirini na tisa siyo siku ya kufanya mzaha, ni siku ya watu wote kuacha shughuli zote, twende tukapige kura na mkipiga kura nyingi kama nilivyowaambia niwaombe tarehe ishirini na tisa tupige kura nyingi, na tukipiga kura nyingi niliwaambia, mengine mwachieni nani? Mimi ninajua cha kufanya. Baada ya kazi hiyo, nataka nione wilaya ya Bukombe upigaji wa kura uwe wa maana sana. Sisi hatushindani na yoyote, sisi tunataka kupiga kura nyingi kwa maana ya kwamba wote waliojiandikisha wote waende wakapige kura kwa wingi, nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Mimi nawaamini hamjawahi kuniangusha, na ni imani yangu kwamba tarehe ishirini na tisa nitapita kwenye vituo vyenu kwenye gada zenu kuangalia misururu ya watu waliokuja kupiga kura, na nataka niwaombe tena, wazazi wote wenye watoto wenye umri waliojiandikisha kupiga kura msiwatume siku hiyo, wote mwaruhusu waende kupiga kura. Niwaombe waume wote wenye wake zenu, siku hiyo tuamke na wake zetu twende tukapige kura. Wakina mama wenye waume zenu, mwende mkapige kura na waume zenu. Wale wengine ambao hamjaoa wala kuoa, chukua rafiki yako aina yoyote, twende tukapige kura. Nataka nione kura nyingi wanabukombe, kuliko wakati wowote kwenye historia ya nchi hii. Tukapige kura, kwa sababu tunayo sababu ya kufanya hivyo. Nataka nione mikono ya wale wanaoniahidi mtakwenda kupiga kura. Asanteni sana. Na leo ninapokuja hapa, tumekuja kufunga kampeni kwenye kata ya Igurwa. Nawashukuru sana wana kata ya Igurwa.